Jijini Dar es Salaam ni saa kumi na mbili, sawa na maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Mjini Goma ni saa kumi na moja, sawa na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza na katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenzia wa Rwanda wamesaini makubaliano ya amani kumaliza vita mashariki mwa DRC. Wananchi nao wametoa maoni yao: wanapofanya ile mikataba wajikazi walete makazi. Tumeteseka, kazi haziko katika katika nchi yetu bila amani hakuna kinachoendelea. Rais wa Urusi Vladimir Putin amelionya jeshi la Ukraine kuondoka katika eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine, la sivyo itachukua eneo hilo kwa nguvu. Na katika gumzo hii leo tunaserebuka na baba wote. Na kwanza basi ni muktasari wa habari za ulimwengu na Carol Robi kutoka Nairobi. Karibu Caro. Asante Halima. Viongozi wa Rwanda na ya ya wa jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo wametia saini makubaliano ya amani mjini Washington, Marekani, ambao unanuia kumaliza mzozo wa muda mrefu wa mashariki mwa DRC. Hafla hiyo iliosimamiwa na Rais Donald Trump ilitiwa saini katika jengo la asasi ya amani iliopewa jina jipya la Donald J. Trump. Rais Trump ametaja hatua hiyo kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya Rais Paul Kagame na Rais Felix Tshisekedi kuwa siku muhimu kwa Afrika na kwa ulimwengu. Kagame amesema nchi yake itajiza titi kudumisha makubaliano hayo. Ni jukumu letu Afrika, tukishirikiana na washirika wetu kuleta pamoja na kutanua amani hii. Kutakuwa na panda shuka katika safari yetu hapa mbele, hakuna shaka kuhusu hilo, lakini Rwanda najua haitatiliwa mashaka. Licha ya makubaliano hayo mapigano yameendelea kuripotiwa mashariki mwa Kongo, kati ya wanajeshi na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Makamanda wa jeshi la Marekani wamewafahamisha wabunge kuhusu mashambulizi mawili yalolenga boti inayoshukiwa kubeba dawa za kulevya katika pwani ya Caribbean ambayo yaliwaua watu kumi na mmoja. Este Luambano na taarifa zaidi. Wabunge wa Republican wamesema wameridhishwa na walichoelezwa na makamanda hao, lakini wenzao wa Democratic wamesema wameshtushwa na video zinazoonyesha manusuru wa mashambulizi hao wakitapatapa kabla ya kuuawa. Saa chache kabla ya makambanda hao wa jeshi kufika mbele ya Bunge, waziri wa ulinzi Pere Hexet alisema jeshi liliwaua watu wanne katika shambulizi jipya lililolenga meli iliyokuwa ikisafirisha mihadarati katika pwani ya Pacific. Marekani imekuwa ikifanya operesheni kali katika visiwa kadhaa vya Caribbean ambapo zaidi ya watu themanini wameuawa kufikia sasa. Kampuni ya Meta imesimamisha akaunti za Instagram za wanaharakati wawili wa Tanzania baada ya kuchapisha picha na video zinazoonyesha jinsi watu walivyoumizwa au kuuawa na maafisa wa usalama wa Tanzania wakati wa vurugu zilizozuka wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29. Mange Kimambi ambaye ana zaidi ya watu milioni mbili na laki tano wanaomfuatilia Instagram amefutiwa akaunti yake ya instagram ya Instagram na WhatsApp na kampuni ya Meta. Mwanaharakati mwingine anayeishi uhamishoni, Maria Sarungi, pia akaunti yake ya Instagram haiwezi na vyombo vya habari vya Ireland vinaripoti kuwa ndege zilizoendeshwa na rubani zisizojulikana zilionekana katika anga yake Jumatatu usiku wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski alipokuwa anasafiri kwa ajili ya ziara rasmi. Mamlaka ya kusimamia usafiri wa angani Ireland ilikuwa imetangaza marufuku ya safari za droni katika kipindi cha ziara hiyo ya rais Zelenski. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na karo robi akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na intaneti katika BBC Swahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza pia kupitia Radio One Stereo ya jijini Dar es Salaam pamoja na Radio Free Africa ya mjini Mwanza. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwanedu na Mast FM. Uganda ni Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Lizadil Radio na Radio Muungano Beni. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenzio wa Rwanda Paul Kagame wamesaini makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani yenye lengo la kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka 30 mashariki mwa Kongo. Rais Donald Trump, ambaye alikuwa mwenyeji wa viongozi hao pamoja na marais wengine kutoka nchi za Afrika katika zoezi hilo lilofanyika jana mjini Washington, amesifu makubaliano hayo yaliyofikiwa kama ni ya kihistoria kwa Afrika na dunia nzima. Hata hivyo, hatua hiyo imezua hisia tofauti ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mikoa inayokabiliwa na mapigano mara kwa mara. Taarifa zaidi na Chube Ngorombi kutoka Goma. Alitangaza Donald Trump Alhamisi akikadiria kwamba makubaliano yaliyosainiwa kati ya Kigali na Kinshasa yanaweza kutoa matokeo ya haraka. Mbele ya Donald Trump, marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame walipongeza kugeuza katika kutaka amani katika mkoa wa Maziwa Makuu na kusainiwa kwa Washington kwa amani na utulivu. Paul Kagame alifungua hotuba yake kwa kushukuru, akikaribisha uwepo wa wakuu nchi wa Kiafrika na jukumu la kati la Qatar. Rais wa Rwanda alisisitiza sana kuhusika kwa Donald Trump, akikumbuka kwamba mzozo huo umedumu kwa miaka 30 na kwamba upatanishi mwingi umeshindwa kusuluhisha sababu zake. Alisifu njia za Amerika. Upande wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Kisekedi amejitolea akitekeleza kwa uaminifu wote majukumu yote yaliyosababishwa. Mkuu wa taifa la Kongo alionyesha ini kwamba kwa uzito huo huo Rwanda itaheshimu kabisa barua na roho ya ahadi zilizotolewa huko Washington. Alikumbuka kwamba mkono wake unabaki kunyoshewa kwa ushirikiano wa amani, kwa kuzingatia kuheshimiana, kutoingilia kati na mapambano ya kawaida dhidi ya vikundi vyenye silaha. Matamshi hayo yamedhua hisia mbalimbali nchini Kongo. Huko upinzani umeelezea kutokuridhika kwake. Dhekias Muhaya ni mpinzani anayeunga mkono Joseph Kabila nchini kongo. nashindwa hata kusema Uh, tumefelisiti hapana ninashindwa kabisa wanazungumzia wao kwa wao tuweke huyu tulikule tena pesa tufanye hivi na hii Tshisekedi angali atalipa bado hajafikia mwisho asasi za kiraia josue walai mmoja wao kutoka lucha amesema kuwa umuhimu wa mikataba ni utekelezaji wake na tumesinye maakoro mingi lakini hazijawahi kutupatia amani ya kudumu na ile amani ya kudumu tunaamini ya kwamba inaweza kutokea ndani ya kuheshimu hizo mikataba ambazo iko wanasaini saini. Tutafuatilia na tutaendelea kulalamika wakati tunaona hizo akor haziko respected. Baadhi ya raia wa kawaida wamekuwa na matumaini ya kuimarishwa kwa amani na usalama mashariki mwa Kongo, kama baadhi ya waathiri wa hawa wanavyosema hapa. Wanapofanya hilo mikataba, wajikazi walete makazi. Tumeteseka, kazi haziko katika nchi yetu. Bila amani hakuna kinachoendelea, okay. Taabu, au hii inapaswa leta amani kwani malalamiko ya kila mtu inapaswa ilikuwa ilisikilikana. Kusainiwa kwa makubaliano haya ya amani yaliyothibitishwa na ikulu ya White House yanastahili kuashiria nafasi ya kugeuka katika shida ya kidiplomasia na usalama. Walakini, juu ya ardhi mchakato huo wa amani unaonekana hauna athari nzuri. Tangu kusubiriwa kusainiwa kwake, mzozo umeendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika siku za hivi karibuni mapigano ya ameanza tena kwa nguvu kwenye mkoa wa Kivu Kusini. Huko kila upande unakataa jukumu la vurugu. Chiubengorobi kutoka Goma. Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mara nyingine tena amelionya jeshi la Ukrain akisema ni lazima waondoke katika eneo la Donbas mashariki mwa Ukrain la sivyo, Urusi italichukua eneo hilo kwa nguvu, huku akipinga vikali pendekezo lolote la maelewano kuhusu namna ya kumaliza vita hivyo. Este Luambano na maelezo zaidi. Akizungumza na India Today, Rais Putin alisema kuwa Urusi itaikomboa eneo la Donbas kwa kutumia nguvu au wanajeshi wa Ukraine waondoke wenyewe kwa hiari yao huku akidai Moscow inadhibiti takriban asilimia 85 ya Donbas. Kauli za Putin zinakuja muda mfupi baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa wajumbe wake waliofanya mazungumzo Moscow wanaamini Putin anataka kumaliza vita. Putin akizungumzia ziara yake ya siku mbili nchini India alisema. Tuna mpango mpana wa ushirikiano wetu katika sekta muhimu ambazo ni muhimu zaidi, bila shaka ni zile zinazolenga teknolojia anga za juu na nishati. Na zaidi ya hapo ni katika nishati ya nyuklia, uundaji wa meli na ndege za kijeshi, na yote tutajadili haya. Uh, yes, kwa upande wake rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amesema haitotokea kamwe Ukraine kukabidhi hata kipande cha ardhi yake kwa Urusi. Kauli hii inakuja baada ya rais Vladimir Putin kurudia onyo lake kwamba wanajeshi wa Ukraine lazima waondoke Donbas, akisisitiza kuwa Urusi italiteka eneo hilo kwa nguvu endapo Ukraine haitatii. Kwa upande mwingine, Ukraine inaituhumu Urusi kwa makusudi kuchelewesha makubaliano ya kusitisha vita, ikisema Moscow inalenga kutoa ardhi zaidi Washington kupitia taarifa ya ikulu ya Whitehouse imesema timu yake ya usalama inafanya kazi bila kuchoka kupata suluhisho la amani la kudumu na linalotekelezeka. Hata hivyo, mjumbe wa Trump Steve Witkoff sasa atakutana na timu ya Ukraine huko Florida. Vita vya Ukraine vilianza Februari 2022 na hadi sasa Urusi inadhibiti zaidi ya asilimia ishirini ya ardhi ya Ukraine huku mapigano makali yakiendelea kusini mwashariki mwa nchi hiyo. Ni Esther Luambano. Nchini Rwanda nako kumeibuka aina mpya ya urembo. Urembo huo ni kuchora tatuu katika fidhi na kuzifanya kuonekana nyusi urembo na umeenea kwa kasi na hasa kwa wanawake vijana. Mchoraji mmoja nchini humo aliyepata mafunzo ya kuchora tatu hizo mtandaoni anasema hupokea takriban wateja thelathini kwa mwezi na bei yake huanzia laki moja ya Rwanda, ambayo ni karibu dola stini na tisa. Dizaya tatu Rwanda anaelezea sababu za kuongezeka kwa ongezeko kubwa la uhitaji wa tatuu za kwenye fizi. Kila mteja anayetaka aina ya mtindo huu wa kurembua ofizi kwa tatu ana sababu zake, lakini cha msingi ni kuwa huwa hajaridhishwa na mwonekano wake haswa anapotabasamu. Ndipo sasa wanatafuta huduma hizo za kufanya fizi zao zionekane kivingine ili kujiridhisha kwamba wanapendeza. Wakishabadilisha hilo na kuridhika na matokeo, utaona jinsi wanavyofurahia nam. Lakini hata hivyo, wataalamu wa afya ya meno wanaonya kwamba ufidhi si wa kuchora tatuu, na wanasema hali hiyo inaweza kusababisha hatari kubwa za kiafya. Dkt. Dusabe Jean Claude, mtaalamu wa afya ya kinywa, anazungumzia matatizo yanayoweza kusababishwa na tatuu za fizi, ukweli kwamba siji vidudu vyote huliwa na, na pombe na jinsi hali hiyo inaweza kusababisha maambukizi ya magonjwa uundi gamuza kinaivin tukemea kwa muganga Kuweka alama za tatuu kwenye fizi za meno si kitu ambacho tungependekeza ili kulinda afya ya kinywa. Unajua, fizi inapodungwa na, na sindano lazima itatoa damu, na kama utakuwa hivyo basi kitu kibake inaweza kuingia kwa urahisi kwenye mfumo wa damu. Kwa maana hiyo inaweza kusababisha maradhi kama vile homa ya ini, na magonjwa mengine yanaweza kusambaa kwa njia hiyo kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Nam ni Dkt Dusabe Jean Claude, huyo akikamilisha taarifa kuhusiana na tatu. Na sasa basi, moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage, karibu. <tune> Asante sana Halima Nyanza, tuanze na jambo kubwa zaidi kimataifa katika kandanda, nalo ni kombe la dunia la mwaka 2026 huko Marekani, Mexico na Canada, ambalo makundi yake yanapangwa hii leo jijini Washington, Marekani. Ni makundi yanayopangwa kwa upekee wa aina yake kwani ni mara ya kwanza kombe la dunia kushirikisha idadi kubwa zaidi ya timu za mataifa 48 kutoka kote duniani tangu mashindano hayo kuasisiwa mwaka 1930. Afrika itawakilishwa na mataifa 9 hadi sasa na kuna uwezekano wa kuwa na mwakilishi wa kumi iwapo jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo itafanikiwa kufuzu katika hatua ya mwisho ya mtoano kwa mabara Machi mwakani. Kazi kubwa itafanywa kwa kutumia mfumo kompyuta wa kompyuta. Mlinzi wa kati wa zamani wa Manchester United na England Rio Ferdinand ataongoza upangaji wa makundi hayo akishirikiana wa na watu wengine mashuhuri kama wasanii na wachezaji wa zamani wa mpira wa kikapu kuanzia saa mbili usiku za Afrika Mashariki. Tujielekeze kwenye raga au rugby kwa Kiingereza ambako mchezaji tegemeo wa Afrika Kusini Teben Ezebeth ambaye pia ni mshindi wa kombe la dunia kwa mchezo huo amefungiwa kucheza kwa majuma kumi na mawili baada ya kutolewa nje kwa kadi nyekundu katika mchezo dhidi ya Wales mwishoni mwa juma. Tebeni, mwenye umri wa miaka 34, alionekana kimbinya jicho la kushoto Alex Man wa Wales kwa kidole gumba katika ushindi na 73 kwa sifuri wa Afrika Kusini maarufu the Springboks Jumamosi iliyopita. Alitolewa nje na uamuzi Louis Ramos, raia wa Ufaransa, katika dakika ya 79. Katika ligi kuu ya England, Manchester United ilinyanganywa tonge mdomoni dakika za jioni zikisalia dakika saba pambano kumalizika, iliporuhusu goli la kusawazisha la sugutu magasa raia wa Ufaransa, na hivyo matokeo kuwa sawa kama sahani na kawa, yani moja moja. Mapema Diogo Dalot alifungia Mani Yu gol la kuongoza dakika ya 58. Kocha wa Mani Yu Rubin Amorim ameeleza kukasirishwa mno na matokeo hayo. Tumalizie na mchezo wa kupiga mbizi ambapo shirikisho la mchezo wa kupiga mbizi la Ukrain linataka mpiga mbizi Sofia Rascun mwenye umri wa miaka 23 kupokwa tuzo zote alizowahi kupata baada ya bingwa huyo wa Ulaya kubadili uraia wake na kuwa raia wa Urusi. Mambo ya michezo, mm -hmm. Yanakwenda kwenye uraia kwenye michezo pia. Kuna tatu <laughs> zipo na nyingi za kutosha. Aha, asante sana Florian.